Ndiyo jambo la hapa, mgodi mpya mkubwa, Azam TV na kala General Supplies. Moja, mbili, tatu, mgodi umezinduliwa, twende ndani twende ndani, wafanyakazi wa Azam TV, wafanyakazi wa Kalam General Supplies, karibuni ndani. Mgodi umezinduliwa, twende ndani, wafanyakazi, karibuni karibuni ndani. Uh, mgodi huu ndo sasa hivi tunaufungua mgodi ambao, uh, kwa maono makali sana ya viongozi wangu umetaka tufungue mgodi hapa kwa ajili ya kuwanufaisha watu wa Chanika kwa sababu Chanika sasa hivi imeendelea sana sana sana watu ni wengi sana kwa hiyo wanahitaji kupata huduma hii ya mgodi karibu ili nao wafaidike na kupunguza gharama za nauli kwenda sehemu nyingine hapa mgodini sisi kama kawaida tunauza vingamuzi uh, vya dishi kwa elfu tisini na tisa lakini tunatoa bure vingamuzi vya antena mteja analipia bando ya miezi miwili elfu ishirini na nane mara mbili inakuwa elfu hamsini na sita lakini pia tunatoa huduma ya Azam Max hapa unasajiliwa bure Azam Max, lakini pia Azam Pesa. Azam Pesa ndio habari ya mjini kwa kweli. Sasa hivi unakuja hapa una, unasajiliwa na unapata huduma zote zinahusu uh, Azam Pesa, mambo ya gusa na kadi nyingine zozote. Lakini pia tunatengeneza ving'amuzi kwa uh, vya mteja ambavyo vimeharibika, tunakutengenezea bure. Ukimaliza kutengenezwa, kimepona, unalipia bando kama ilivyo kawaida, ili ukafurahie na watoto nyumbani. Lakini vile vile hapa kuna huduma ile ambayo mteja king'amuzi chake kimekuwa kina warrant, anapewa king'amuzi bure kama kimeshindikana kutengenezwa. Lakini kama king'amuzi cha kina warrant, mteja pia pia anapewa bure bure, tunasema yani si tunaangaza bure tu Azam TV, bure Mteja analipia miezi miwili, anapewa king'amuzi chake, mambo yanaendelea. Hizi ndio habari za mjini. Chanika na vitongoji vyake, wote mje hapa ili mfaidi, eh, huduma ya Azam TV Azam TV Kiwashe TV, TV. Na, ni, ni wakala huyo kalam ambaye umemsikia hapo, lakini tuko na mwakilishi sasa kwa upande wa, wa Azam wenyewe. Uh, tuambie pengine uh, watu wangependa zaidi kujua labda uh, hiki ambacho mnakifanya ni kwa muda gani na kitaenda kwa umbali gani nchini? Uh, kwanza kabisa kama slogan yetu inavyosema sasa hivi kwamba Kiwashe na Azam TV, na kwa upande huu wa Chanika sasa kimewaka rasmi leo. Uh, mgodi huu ambao tumeuzindua leo ni wa 22 kwanza ambao ni, uh, ni matumaini yetu tutaendelea kuzindua migodi mingine na mingine kwa sababu tuna nia ya kwa kuhakikisha kwamba tunafika mbali na zaidi na zaidi kuwafikia wateja wetu katika kila kona ya Tanzania. Kwa hiyo kwa, kwa msimu huu tumeanza na Chanika, lakini wakazi wa Zanzibar wakae tayari, mwezi wa nne tutakuwepo Zanzibar kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma uh, za migodi zinakwenda kupatikana pale Unguja lakini vile vile baada ya hapo tutakuwa Ifakara, Morogoro mjini, uh, Chalinze, lakini pia Njombe na Sumbawanga. Huko kote tunakwenda kukiwasha, kama tunavyosema kiwashe na Azam TV kinakwenda kuwaka. Huduma zote ambazo zimetoka kuzungumzwa na wakala zitakuwa zinapatikana katika migodi hiyo, lakini si tu huduma bali sisi wenyewe Azam TV tuna kiwasha ndani ya migodi hiyo, kwa hiyo tunawakaribisha wateja wetu kwa upande wa Chanika kama alivyozungumza Gongo la Mboto lakini mpaka um, Chamazi wanaweza kuja sasa rasmi katika mgodi huu hapa, hosteli uh, uh, host, hostel, za Masaburi wanaweza kufika hapa na tukaweza kuwapa huduma. Hakika Azam TV tumejipanga kukiwasha na tutakiwasha, kiwashe na Azam kwa idadi kubwa ya wakazi wa hapa. Na unahisi mgodi huu unatosha au kuna namna nyingine ambayo mnaweza mkaongeza mgodi mwingine ili kupunguza ule msongamano kwa ajili ya kupunguza changamoto za wananchi. Kwanza mgodi huu tunasema ni kama mgodi mgodi saidizi, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna mgodi mwingine ambao uko Gongola Mboto, ambao kwa wakati wote ulikuwa ukihudumia mpaka maeneo ya huku, kwa maana ya Gongola Mboto Ukonga, Kitunda aa, na mpaka huku Chanika. Kwa maana sasa, baada ya kuona hivyo, tukaona kuna uhitaji wa kuongeza au kusogeza hizi huduma, na ndio maana tukasogeza hii huduma hapa. Kwa sasa ukanda huu una migodi miwili ambayo itaweza kuwahudumia wakazi wa Chanika, lakini ule wa Gongo la Mboto utaendelea kuwahudumia wakazi wanaotoka Ukonga, lakini vile vile na maeneo ya Gongo la Mboto na karibu wakazi wa hapa ambao tunaweza tukawasikia sasa kuona wanazungumzaje kuhusiana na mgodi huu ambao umesogezwa hapa kwao. Wengi walikuwa wanapata wakati mgumu, wanapopata changamoto wanashindwa kujua waende wapi au wafanye nini, lakini mgodi huu umesogezwa rasmi kwa ajili ya kuenda kupunguza zile changamoto. Mgodi umesogezwa mtaani kwako, pengine wewe kama mwananchi wa hapa, ni manufaa gani ambayo unatarajia? Ah, kwanza alhamdulillahi rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu lakini tunashukuru pia uh, kwa huu mgodi kuja kwetu kuchanika. Tunashukuru huduma hii kusogezewa karibu, baadhi ya huduma na wateja ambao walikuwa wanasumbuka kwenda Gongora, Mboto, Tazara wapi, kwa sasa hivi watakuwa wanahudumiwa na wanapata huduma kwa rahisi zaidi. Naweza mm, kusaidia kupunguza idadi ya simu nyingi pale call center, kwa sababu mteja ambaye alikuwa apige simu call center anahitaji one to one nini service, anakuja katika mgodi anahudumiwa, kwa ile simu aliokuwa akipigwa itakuwa haipigwi tena. Na wateja wengi mara nyingi wanapenda kuhudumiwa wakiwa wanaonana ana kwa ana na mhudumu, kwa hiyo hii migodi inasaidia sana katika kupunguza simu katika call center. Na pengine unawaambia nini sasa wananchi wale ambao walikuwa wana uh, kwa kifupi faida tu za za hii migodi. Faida za hii migodi ni kwamba, nataka kuwambia kwamba wananchi wengi huwa wanaamini labda kwenda sehemu fulani, makao makuu huwa ndo wanapata huduma bora zaidi, lakini niwahakikishie kwamba kila mgodi unapofunguliwa unakidhi vigezo ambavyo vinapatikana makao makuu. Kwa hiyo hakuna mteja, hana haja ya kufunga safari kutoka Chanika kwenda Tazara kwa ajili ya huduma wakati tuna mgodi hapa Chanika. Kwa hiyo wateja wafike katika migodi ambayo tumeitawanya katika maeneo mbalimbali, na watapanda, watapata standadi za huduma zile zile sawa na ambazo zinatoka makao makuu.